na umeanza kufikiria fikiria kuweza kubeba mimba au kuzaa, na unajiuliza maswali, umri upi angalau unaweza kubeba mimba ukiwa na afya njema na kupunguza baadhi ya changamoto ambazo zinatokana na masuala ya ujauzito au masuala ya uzazi. Kama ulikuwa unajiuliza swali hilo, ni kwamba umri mzuri wa mwanamke kuweza kubeba mimba au kuweza kuzaa ni kati ya miaka 20 mpaka miaka 35. Kwa kama na miaka 22, labda miaka 24, miaka 25 miaka 27, miaka 29, 30, 31, 32, 33 ndio umri ambao unaweza ukabeba mimba na kuna uwezekano mkubwa sana utabeba mimba yako ukiwa una afya njema, ukiwa umejipanga vizuri katika nyanja zote, ukilinganisha na vipindi vingine, yani chini ya miaka 20 au zaidi ya miaka 35. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu unapobeba mimba kati ya miaka 20 au umri wako ukiwa na kati ya miaka 20 mpaka miaka 35 kuna faida nyingi sana. Tukianza na kibaolojia, mara nyingi mama anakuwa yuko vizuri na mwili wake unakuwa tayari kuweza kubeba mimba, na uwezekano wa kupata mimba kwa huyu dada au huyu mama mwenye huo umri ni mkubwa sana, na tafiti zinaonyesha kwamba mama ukishafikisha miaka 35 kwenda mbele, basi uwezekano wa kupata mimba huo unakuwa unapungua, kwa sababu na mayai ambayo yanahesabika na umri unavyozidi kwenda huwa yanaendelea kupungua. Nimekuwa nikisema hivi kwenye moja ya video yangu kwamba ukibeba mimba zaidi ya miaka 35, kuna changamoto nyingi ambazo zinaweza kutokea, lakini uwezekano pia wa kubeba mimba unakuwa unapungua, hasa ukifika miaka 45 au zaidi. Kuna baadhi ya kinamama wamekuwa wakisema kwamba Mungu atawasaidia na vitu kama hivyo. Ni kweli Mungu anasaidia kila mtu, lakini naposema kwamba unapobeba mimba miaka 35 na zaidi, kuna changamoto ambazo zinaongezeka, ni swala ambalo ni muhimu sana. Kwa hiyo usiangalie mtu labda kama alibeba mimba akiwa na miaka 50 akafanikiwa labda na wewe utaweza kufanikiwa. Kila mtu na bahati yake. Kwa hiyo uwezekano wa kupata mimba kwa kina mama au kina dada ni mkubwa sana yani. Kuna asilimia nyingi za kuweza kupata mimba kirahisi umama anapokuwa kati ya miaka 20 mpaka 30, na anapoanza kuwa na miaka 35 na kuendelea, uwezekano wa kuweza kupata mimba unakuwa e, unapungua, lakini vile vile kuna magonjwa ambayo huwa yanatokea au changamoto zile za ujauzito, kwa mfano kuna pressure ya ujauzito, kisukari cha ujauzito na changamoto nyingine ambazo zinahusiana na ujauzito. Mama ambaye anabeba mimba katikati ya hicho kipindi, uwezekano wa kupata changamoto hii unakuwepo, lakini unakuwa kwa kiasi kidogo ukilinganisha na wale ambao wanabeba mimba labda ana miaka 40 na kuendelea. Vile vile mama ambaye anabeba mimba katika umri huu uwezekano wa kuweza kupata changamoto za mtoto kwa maana kama mtoto anaweza kuzaliwa na shida za vinasaba, kuna changamoto kama Down syndrome, ulemavu mgongo wazi, huwa zinapungua ukilinganisha na mama ambaye anabeba mimba katika umri mkubwa huu uzeeni, anapokuwa na miaka 5 na kuendelea. So, kwenye swala ya kibiolojia pia mama anaweza kuwa kwenye hatari kubwa sana ya kupata magonjwa yale ya muda mrefu mfano mama vizuri umri wa fedha na kula vibaya, mwisho wa siku anakuwa kwenye hatari kubwa ya kupata pressure ya muda mrefu, kisukari namba mbili, lakini pia na magonjwa mengine ambayo akija kupata mimba kama ni mara ya kwanza, au katika hiyo miaka 45, inaongeza hatari pia a kupata kifafa cha mimba, dalili za kuelekea kuwa na kifafa cha mimba, kisukari katika kipindi cha ujauzito. Wengi wao wanakuwa na uzito mkubwa sana, mkuwa walio wengi unakuta wameridhika wana maisha yao mazuri sasa. E, kuna changamoto nyingine ambazo pia zinaweza zikamsaidia mama, zinaweza zikapungua mama anapobeba mimba kati ya kipindi hichi cha umri. Tukija kwenye upande wa maumbile, hapa tunazingatia sana ukomavu, manake mwili wako kiujumla. Mama ambaye anabeba mimba kati ya hiyo miaka 20 mpaka 35 kwanza nyunga yake inakuwa imekomaa vizuri, na anakuwa kuna uwezekano mkubwa sana wa kuweza kujifungua vizuri na kupunguza zile adha au changamoto za uzazi au wakati wa kujifungua. Ni tofauti na mama ambaye au binti ambaye anabeba mimba labda akiwa na miaka 16, miaka 18. Uwezekano wa kuchanika, uwezekano wa kupasuka njia yako ya uzazi, uwezekano wa kujifungua kwa upasuaji unakuwa mkubwa, lakini vile vile kujifungua mtoto mwenye changamoto unakuwa mkubwa, kwa sababu unakuwa uelewa ni mdogo, haswa binti anapokuwa na umri mdogo. Na kuna baadhi ya mabinti wanakuwa hawapati usaidizi mzuri kwa sababu wanakuwa wanaogopa kuwaambia wazazi wao. Inawezekana hiyo mimba aliipata inakuwa ya bahati mbaya, hakujipanga, mwisho wa siku anashindwa kumshirikisha mzazi wake. Lakini kipindi hicho unakuta mabinti walio wengi hawajaolewa kwao, mwisho wa siku unakuta huyu binti anakula chakula ambacho sio kizuri sana, hapati E, zile vitamini anapokuwa anaenda kliniki, manake wakati mwingine unakuta huyu mtu hahudhurii kliniki. Mwisho wa siku anaweza kujifungua mtu ambaye ana changamoto za mgongo wazi au akawa na changamoto nyingine. Kwa nini? Kwa kwa nini sababu, amebeba mimba kipindi ambacho labda anaogopa kumwambia mzazi wake, na kipindi ambacho anashindwa kupata huduma na usaidizi ambao ni mzuri kutoka kwa mwenza wake, lakini vilevile vile kutoka kwa familia yake kiujumla. Kwao ni vyema kuhakikisha kwa kwamba unabeba mimba hichi kipindi cha miaka ishirini mpaka miaka 35 na ukibeba mimba zaidi ya miaka 35 kuna changamoto hasa kama ndo anabeba mimba kwa mara ya kwanza, uwezekano wa kujifungua kwa upasuaji ni mkubwa. Umri unapozidi kuwa mkubwa, huwa kuna hitilafu inaweza kutokea, unaweza kubeba mtoto mwenye kilo nyingi sana na mwisho wa siku kuongeza uwezekano wa kuweza kujifungua kwa upasuaji. Tukija kwenye swala sasa la kihisia, lakini vile vile kiakili, tunajua kabisa binti ambayo yuko chini ya miaka ishirini, hata ukomavu wa kiakili na kihisia unakuwa huko vizuri, na wengi wao waliokuwa wanabeba mimba katika kipindi hichi wale wenza wao huwa wanaachana nao na wanatakiwa kuweza kuolewa na watu wengine. Kwa nini? Kwa sababu akili yao inakuwa haijakomaa na wanakuwa hawajaweza kumchambua yule mtu ambaye anakuwa nahusiana. Kwa hiyo ni vema kuweza kuepuka mimba kipindi cha chini ya miaka ishirini, labda kama sijui imetokeaje, lakini si salama sana kiafya, lakini vile vile kiakili, na wengi wanakuwa wanafunzi. Hata kama unakuwa hausomi, lakini bado mipango yako ya maisha inaweza kuharibiwa na kuweza kubeba mimba yako na ukaathiri mwili wako, lakini vile vile na maono yako ya maisha yako ya huko mbele. Kwa hiyo ni vyema kuweza kuepuka mimba kwa gharama yoyote ile. Usibebe mimba, usije kubeba mimba afu mwisho siku ukasema kwamba kwa sababu ya hizi changamoto ngoja utoe mimba. Si salama kuweza kutoa mimba, lakini vile vile ni vyema kuweza kuiepuka mimba kwa namna yoyote. Uzazi wa mpango ni bure kabisa, na vile vile kiakili unakuta kwamba binti ambaye anabeba mimba akiwa labda na miaka 20, 22 na kuendelea, na kwa yuko vizuri, kwanza anakuwa amejipanga He, lakini vile vile anahudhuria kliniki vizuri, akipata hamasa kutoka kwa mwenza wake, lakini vile vile na ndugu marafiki, na wakati mwingine wanakuwa wengi wameshaanza kazi, hata kazini anaweza akahamasishwa, tofauti na hawa mabinti wadogo ambao wanakuwa wanafunzi, muda mwingi wanajificha ficha kuepuka aibu na vitu vingine. Lakini vile vile mtu ambaye au mama unabeba mimba umri umezidi sana miaka 45, pia wengi wanakuwa na aibu, kwa sababu anaona kwamba anaenda kliniki anakutana na, na binti ana miaka 22. Unaona kama ni mwanae, au wakati mwingine umeenda leba, unajifungua na binti hapo, una miaka 22, una miaka 45, kitu ambacho wengi wao wanakuwa wanapata ukakasi fulani hivi, kitu ambacho ni cha kawaida tu. Unaweza kujifungua bila kuwa na shida yoyote. Kwa hiyo ni vyema kuhakikisha kwamba unabeba mimba katika hicho kipindi. Na jambo lingine hapa kwenye swala la hisia, wakina mama ambao wanaanza kutafuta mimba huku mbele mara nyingi wanaanza kupata changamoto za sonona, lakini vivyo hivyo na msongo wa mawazo. Kwa nini? Kwa sababu uwezekano kwanza wa kupata mimba ni kipengele sio rahisi sana kuweza kupata mimba, utahitaji utumie gharama zaidi, lakini vile vile utahitaji kuwa na subira zaidi na uweze kuwa na utulivu. Sasa wengi wao huwa wanakosa utulivu, kwa sababu wanakuwa na uhitaji ule wa mtoto wa haraka, anaona kwamba umri unasogea, akitafuta mimba anashindwa. Mwisho wa siku, nakuta watu wanatumia dawa za kienyeji, wanaamua kufanya kila njama ili waweze kupata mimba kwa gharama yoyote ile, lakini wakati mwingine unaweza kupata mimba kwa gharama zaidi. Kwa mfano kama zile IVF unatumia zaidi ya mamilioni kwa ajili kupata mtoto, na wengi wao wanataka wapate mimba za mapacha ili wapate watoto wengi zaidi. Kwa hiyo unapokuwa unakimbizana kiakili na kisaikolojia, mwisho wa siku inakopelekea kuwa na msongo wa mawazo, lakini vile vile unakosa utulivu, na hiyo inaweza kuwa ni moja ya changamoto ambayo inaweza kuchangia wakinama walio wengi wanaishia kwenye sonona na mish wa siku wanakuwa na msongo wa mawazo kwaili kuepuka kisaikolojia na kiakili, ni vyema kwamba unabeba mimba katika kipindi hicho. Sasa kama haujapata mwanaume una miaka 33, apo kweli ni kipengele na, na sijui uombe Mungu Mungu akusaidie uweze kupata mume ili uweze kuwa na mtoto nivmakukisha kwamba unapata mimba kwenye umri ambao ni. Tukija kwenye swala la kiuchumi lakini vile vile kwenye maswala ya kifedha ni kwamba binti ambaye au mama anapata mimba kati ya hiyo miaka 20 na 35, wengi wanakuwa wako vizuri sana, wanakuwa wameimarika kiuchumi, kwa maana kwamba wanaweza kawa na kazi, wanajishughulisha, kwanza wana nguvu, lakini vile vile anaweza na mwenza, ana usaidizi kutoka kwa wazazi wake, lakini vile vile na jamii kiujumla, tofauti na huyu binti ambaye amebeba mimba chini ya miaka 20 au bado mwanafunzi usaidizi unakuwa hafifu, kwa sababu kwanza atakuwa anajificha, lakini bado kuwashirikisha wazazi wake na yule mwenza wake naweza kawa kipengere. Na unakuta baadhi ya wenza wanakuwa wanasema hiyo mimba itolewe au hawataki mimba hizo. Kwa mwisho wa siku, binti anaishia kwenye msongo wa mawazo, anakosa fedha kitu ambacho kiki, akienda hospitali wakati wa kujifungua anakuwa hajajipanga vizuri. Unakuta mtu anafika hospitali hana nguo za mtoto ambayo atamzaa, hana nguo zake, hana pampasi hana kitu chochote kile ambacho amejipanga nacho, lakini mama ambaye ame umri wake umezidi anaweza kawa yuko vizuri kiuchumi, lakini wakati mwingine anaweza kawa pia ikawa changamoto, kwa sababu wengi wao wanaweza kawa wamekosa support kwa sababu utakuta kwamba hawana mahusiano, lakini vile vile wametafuta hiyo mimba ee, kwa nguvu sana, na inawezekana amepata hiyo mimba kwa kufosi fosi, mwisho wa siku ile mwanaume akamtelekeza, wanakuwa kwenye msongo wa mawazo. Nimeona baadhi ya kina mama wakuwa wanawaacha watoto bila kuwanyonyesha kwa sababu tu ya wenza wao waliwaterekeza kipindi chao haswa hao ambao wanabeba mimba katika umri mkubwa zaidi. Mtu ana miaka 45, miaka mbeba mimba ndio ya kwanza kabisa, amejifungua mtoto, mwenza wako amekuterekeza, wengi unakuta wanaamua kumwacha mtoto. Mtoto anaanza kukonda, kiumbe ambacho hakina kosa lolote. Kwa hiyo kama ulikuwa unajiuliza maswali, umri upi ambao si mzuri kabisa kuweza kubeba mimba zaidi ya miaka 35 na kuendelea. Je, kuna madhara gani ambayo unaweza ukayapata? Unaweza kuhakiki suggestion hiyo hapo, kasikiza video madhara utakayoyapata kama mtabeba mimba ukiwa na miaka 40 45 42 na kuendelea. Ni vema kuweza kuchukua hatua mapema, usisubiri baadaye uanze kuhangaika, upata msongo wa mawazo na kusema kama Mungu akusaidii wa wakati, Mungu yupo na sisi tunakuja kukupa ujumbe huu kwamba ni vema kuweza kubeba mimba kwa wakati bila kuchelewa na kuanza kupambana. Ukiwa na swali, niulize hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.